Ya, so habari gani, mwana mwanamichezo na mfuatiliaji wa Mwaki Sports, natumaini ungali haina afya njema. Karibu sana katika mtanange wa nguvu, mtanange wa kukata na shoka, ni dakika tisini za moto, dakika tisini ambazo zinawakutanisha Dar es Salaam Young Africans wakiwa ni wenyeji wa mchezo huu wa leo, mchezo wa marudiano wa CAF Champions League kwa maana ya kombe la klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Wiliette Benguela era kutoka kule nchini uh, Angola. Ni mchezo wa marudiano mchezo wa kwanza, Wiliette ilikuwa nyumbani ambapo walimkaribisha Young Africans, lakini bahati sio yao, Wiliette waliweza kupoteza kwa idadi ya magoli matatu wa sifuri. Leo hii dakika tisini zinakwenda kuamua nani ataenda katika hatua inayofuata na nani ataaga mashindano hayo rasmi. Leo hii tuendelee moja kwa moja kufuatilia na kupitia channel yako ya Mwaki Sports. Kama ilivyo ada, naendelea kukupitisha katika vikosi vya timu zote mbili, lakini bila, bila kusahau pia kukupa ile feedback ya mechi zilizopita uh, waliokutana Young Africans na Wiliette Sports Club kutoka kule Angola michezo ilikuwaje, lakini pia uh, matokeo yalikuwaje. Kumbuka katika historia fupi, Young Africans na Wiliette ni mara ya kwanza kukutana katika mchezo wa klabu bingwa barani Afrika, ambao uh, Young Africans kwa mara ya kwanza walikuwa kule nchini Angola na leo hii inakuwa ni mara ya pili katika historia ya mpira wa miguu kati ya klabu hizi mbili hmm. Klabu, uh, klabu ambayo ni changa ama ni klabu ambayo inajipapatua katika kuhakikisha kwamba wanatengeneza historia hmm, ya kipekee na wao ili waweze kufikia malengo ya Wiliette Sports Club iko uh, katika ligi kuu ya Angola lakini pia wameweza kusajili kwa namna fulani katika msimu huu kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri katika michuano hii ya kimataifa, lakini bahati sio yao, kama nilivyokueleza kwamba wameweza kupangiwa dhidi ya Young Africans Sports Club timu uh, ambayo ina experience na uzoefu mkubwa sana katika uh, uwanda huu wa mipira uh, ya kimataifa mechi za kimataifa. Young Africans wana historia kubwa uh, wameshawahi kufika fainali za shirikisho, wameshawahi kufika robo fainali ya klabu bingwa, lakini pia uh, kwa upande wa kufika um, katika hatua za makundi ni mara nyingi sana, kwa hiyo hauwezi kuifananisha na Wiliette ambayo ni bado changa katika upande wa michuano ya kimataifa. Lakini wakati tunazungumzia haya, pia nikukumbushe kwamba mambo yanaendelea kunoga uwanjani, mpira uh, unaendelea kuchezwa katika uwanja huu Benjamin William Mkapa hapa. Dakika tisini za moto kwelikweli, ni muda wa kutazama kikosi cha Young Africans. Mwalimu ameanza uh, na gorikipa DJ Diara akiwa golini, akiwa anahakikisha kwamba milingoti mitatu haiwezi kuruhusu mpira ukapita, lakini pia ameanza na, na baka pamoja na Dickson Jobu kwa upande wa pembeni kule, Israel Mwenda namuona yupo pamoja na Muhammad Hussein Shabalala hapo, katika ni ile defensive line ya upande wa nyuma, lakini pia kati kuna Mudathiri Yahya Bah tunaona pia ameanza na Maxim pia Zengeli akiwa pia anaakikisha kwamba mambo yanakwenda kama yalivyopangwa, lakini vilevile tunamwona uh, yupo Lasine Koma leo hii pia ameanza uh, katika ile first 11 ya mwalimu huyu, lakini mbele kabisa tunamuona kuna Pakome Zozoa, eh Bwana Clement Mzize, katikati pamoja na Celestine Ekwa, ni kikosi ambacho kiukweli tunatakiwa tukipe muda kidogo kutazama kwa sababu kuna namba kama zinaingiliana, lakini ndio hivyo, mwalimu anajua nini anakifanya na anakitafuta kitu gani katika mechi ya leo. Ni mechi ya moto, ni mechi ambayo inakwenda kutoa tafsiri ya wapi wanaelekea klabu ya soka ya Yanga, lakini pia kutoa tafsiri ya mbinu ambazo mwalimu Romain Falls anazo katika michuano hii ya kimataifa, ila kuleta matumaini kwa kusonga mbele kwa Dar es Salaam Young Africans, lakini pia upande wa Wiliette Sports Club mbali hayapo ni kikosi kile kile cha fest 11 ya kwanza kabisa katika mechi ya kwanza wala kutana dhidi ya Yanga ndicho kilichoanza leo hii. Nafikiri mwalimu hana mabadiliko kabisa, haoni wapi pa kupunguza na wapi pa kuongeza, na ndio maana amekuja na kikosi kile kile. Nikumbushe tu uendelee kubonyeza neno subscribe, itakuwa umefanya vyema sana kuungana na familia ya Mwaki Sports kwa ajili ya kupata zile updates kali, updates za kimechezo ambazo zinakujia kila wakati. Hii ni ma, ni Mwaki Sports, tunaendelea kupata updates zote za mechi ya leo.